Asalamu As alaikum na karibu katika kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kuna dukuza vichwa vya habari magazeti mbalimbali ya Tanzania dakika kadhaa na magazeti ya Tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehane Mzaina na hii ni Toka Zamani TV.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 upatikanaji haki umeimarika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti habari liyoimarika Majaliwa hatua maagizo, sekta ya nyuki ikuze uchumi Tanzania kinara uzalishaji ya asali EAC, SADC. Habari katika ukurasa wa tatu. Wakili Madeleka ataja sababu kuhamia ACT Wazalendo. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. Daraja la JPM kuboresha usafiri kanda ya Ziwa. Habari katika ukurasa wa tatu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 Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Nukuu mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ipo nukuu ya waziri wa ulinzi Dr Stergomena Tax ikisema kulingana na kifungu cha 148 mabano moja cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanyiwa marekebisho mara kwa mara, JWTZ hupokea amri kutoka kwa amiri jeshi mkuu na si vinginevyo. Nukuu ya spika wa bunge Dr Tulia Akson inasema hii inaleta ukakasi, mbunge ameomba mwongozo, lakini tulishapitisha hapa na serikali ilikuwepo. Leo kinapotolewa kigezo hiki kinakwenda kinyume na azimio la Bunge. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti limeandika mawimbi kukomaza kuimaliza Chadema. Hili ni swali ambalo limeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne, lakini pia gazeti hili limeandika Kikwete siri ya ushindi WHO undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ushindi wa Profesa Mohamed Janabi katika kinyang'anyiro cha nafasi ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda Afrika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika sababu Martha Karua wenzake kupigwa stop, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini gazeti limeandika kumbukumbu ya Advocate Lina Msanga Katema kuzaliwa Novemba 10 mwaka 1980, kufa Novemba 21 mwaka 2024. Cha umma yachochia mjadala wa kisiasa habari menikuwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limenika gazeti ya Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kumekucha, daraja la Magufuli jijini Mwanza Rais Samia kulizindua Juni 19, Waziri Ulega aeleza litakavyopunguza kero. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili imeandika watu wenye maambukizi ya uviko 19, ongezeka. Habari katika ukurasa wa nne. Serikali yandika mkakati wa kupambana na mimba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Jeshi la polisi ladukuliwa, latangaza msako mkali. Habari katika ukurasa wa nne. Jeshi la polisi Tanzania limetoa onyo na kutangaza msako dhidi ya waliosambaza taarifa za uongo, upotoshaji na zisizo na maadili kwenye mtandao wa kijamii wa jeshi hilo ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi watekelezwa Zanzibar habari katika ukurasa wa pili. Viwanda viwili matatani madai ya kukwepa kodi kupewa somo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Israel yafanya shambulizi Gaza na kuua zaidi ya watu ishirini, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Kukwepa mgongano wa kimaslahi kutaepusha magonjwa ya NCD, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ndilo gazeti Nipashe, mwanga jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni taharuki kudukuliwa kwa mitandao ya taasisi nyeti himo pia akaunti ya waziri, mtaalamu ataja chanzo, serikali ya kunjwa makucha ya onya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ndugu, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Gelson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali ikisema, tumebaini kuwa kuna waalifu ambao wanafungua akaunti za mitandao ya kijamii yenye majina yanayofanana na taasisi zinazomilikiwa na kuchapisha maudhui ya upotoshaji yenye kuzua taharuki. Gazeti hili limeandika polisi, TRA, Waziri Dorothy Gwajima pamoja na Max Melo. Hizi ni baadhi ya taasisi zilizodukuliwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika wagonjwa viko dare, salamu, wa uviko 19 waonekana zaidi Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa tatu mia moja thelathini na tisa ongezeko la ugonjwa wa uviko 19 kutoka wawili kati ya watu 139 waliopimwa sawa na asilimia 1.4 mwezi Februari hadi 190. Ongezeko la wagonjwa wa uviko 19 kutoka wawili kati ya watu 139 waliopimwa sawa na asilimia kumi na sita nukta tatu mwezi Machi. Serikali yatoa sababu raia wa Kenya kuzuiwa kuingia Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Hamahama wanachama CHADEMA yashika kasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika, Rais Dkt Samia kufungua daraja la Kigongo Buswisi, habari katika ukurasa wa tano. Trilioni tatu nukta sita nne kutekeleza vipaumbele kumi wizara ya ulinzi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Ni Pashe, mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ruzuku Chadema utata, hatarini kufyekwa wasipotekeleza maagizo ya msajili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Samia, nitalinda Tanzania, aonye wanaharakati wa nje kuingilia Tanzania na kufanya shamba la bibi ataja matumizi mapya ya teknolojia ya akili mnemba kama matisho mapya. Uzinduzi sera ya mambo ya nje unavyokwenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo elfu mbili na hamsini. Habari katika ukurasa wa tatu. Makonda atengwa na ndugu wa mbunge. Habari katika ukurasa wa pili. J55 yaimeza chauma. Habari katika ukurasa wa nne. Sendeka adaiwa kumliza dereva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika Serukamba atupa taulo atema, URC akimbilia ubunge. Habari katika ukurasa wa sita. Shilingi trilioni mbili kufanya mapinduzi ya uchukuzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema. Mungwana ni kitendo. Gazeti Zanzibar Leo ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dokta Mwinyi: tutaendelea kuimarisha mifumo ya utumishi, habari katika ukurasa wa pili. Wizara ya ulinzi yaidhinishiwa tilioni tatu nukta sita habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Sera nzuri yaongeza kasi ya uwekezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini gazeti hili imeandika Hemedi, viongozi mlioweka ahadi zitekelezeni, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili wa gazeti Zanzibar Leo. Waziri katika benki Equity, toe fursa kwa uwekezaji habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Badilisheni mtazamo ya ufugaji nyuki kuongeza asali shamata, habari katika ukurasa wa tatu. Uingereza, Ufaransa, Canada zaionya Israel hatua zake Gaza, habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Ndalo gazeti Uhuru a ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele, nimejaliwa adajafaida ufugaji nyuki nchini azindua mpango kabambe utakaoleta mageuzi makubwa katika sekta ya ufugaji. Habari katika ukurasa wa pili. Wananchi bilioni mbili nukta sita wahudumiwa kampeni ya msaada wa kisheria. Habari katika ukurasa wa tatu. Anasema Konda, mshukuru Rais Samia kutoa bilioni kumi na moja habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bunge la pitisha bajeti trilioni tatu nukta sita wizara ya ulinzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Waziri Ulega harika faida daraja la JP Magufuli, habari katika ukurasa wa nne. Barufaa yatakayopatikana ushindi wa janabi yatajwa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yahadhirisha ugonjwa wa uviko kumi na tisa. Wizara ya afya imewataka wananchi kuzingatia kanuni za afya kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya undani wa taarifa hii ndi katika ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli leima na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dau lake Aziziki. Dau lake Aziziki laipa jeuri Yanga usajili, kiasi cha fedha ambacho Yanga imeingiza kitatumika kushusha majembe mapya, feitoto akitajwa mshahara, Waarabu watamlipa mara mbili zaidi yaliyokuwa kilipwa Yanga, mzizi naye yupo njiani. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanaspoti limeandika Simba yatembea na rekodi saba CAF. Ni Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo utapigwa Jumapili Mei 25, second leg fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bundia chupuchupu kuuawa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hatuchezi ni mtego, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mastar Manio washona suti za ubingwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Saudia, leo ni Al Nasri dhidi ya Al Khalij, saa moja na dakika kumi usiku, na hivi ndivyo mm, mbavu limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma, ukurasa wake nyuma umeandika Zanzibar wachekelea fainali ya shirikisho yao awatoa hofu Yanga. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa mgeni rasmi tuzo BMT. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Messi aifariji Miami, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Singida yafurahia tiketi kimataifa, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gweji la habari Tanzania, na gazeti habari leo linakamilisha Udukuzi wa vichwa vya habari magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.